Na katika maelezo mengine ama mjadala mwingine hapa nchini jana, uh, sera ya mambo ya nje imezinduliwa uh, ya mwaka elfu mbili ishirini na moja uh, ikiwa ni toleo la mwaka elfu mbili ishirini na nne na kuzungumza hilo kwa kina uh, ikiwa yapo mambo mbalimbali ambayo yamegusiwa ama yamezungumzwa uh, katika hilo uh, good luck na pamoja na hayo uh, miongoni mwa mambo ambayo yamegusiwa ni pamoja na swala la hadhi ya nchi, kuimarisha diplomasia ya uchumi, kukuza ushiriki wa Tanzania waishio nje na raia wa kigeni katika masuala ya maendeleo. Ipo pia swala la kuangazia fursa mpya za kiuchumi, kuongezewa uwazi na uwajibikaji kupitia diplomasia ya umma, na masuala ya Zanzibar kuzingatiwa tunaungana hapa na profesa anastasius temba kufahamu pia kutoka kwake mapokeo na mtazamo juu ya mabadiliko haya habari za hapo uh, profesa uh, habari za new york karibu sana asante sana Di, na wasalimuni wote nyumbani e, na, nawapeni afya njema e, natuakikisha kwamba nchi ina amani na usalama na tunashukuru. Kuona kwamba kipindi hiki ni kipindi kigumu kwa dunia nzima, sio kwa, e, kutoa, e, kwa Tanzania, Tanzania tu. Na huu mchakato wa kutoa fadhi maalum kwa watanzania wote au watanzania ambao wanaojiweza kujiunga na huu mchakato ni kitu kizuri sana, ni mchakato ambao tulianzia kusema ukweli, kuanzia mwaka wa 19. 76 alafu eh, tukaungwa mkono na serikali eh, mwaka wa 2001, alafu sasa tumefikia 2014 na sasa ni 2024. Unazungumzia mm, kuhusu na, una na ushirikishwaji ushiri wa diaspora yeah. Ndiyo. Na ush, ushirikisha tukaanza kushirikishwa na tunashukuru kwamba tumepewa hiyo haki. Eh, sasa hivi alafu tuendelee na mambo mengine yanayokuja ya huku mbele, lakini ni mchakato ni, ni, kwa sasa hivi ni mzuri kwa Tanzania Tanzania eh, na tunaona kwamba utatoa fursa nyingi sana za maendeleo nchini kwa, kwa sasa hivi na vijukuu vyetu ambavyo viko huku Mm -hmm. Tofauti na ilivyokuwa ikifanyika hasa katika uh, ushirikishwaji huu wa diaspora ni uh, kwa namna gani unaona itasaidia hasa kuleta yale mabadiliko ambayo uh, miongoni mmekuwa mki, mkishawishi afanyike? Oh, kuna mambo mengi sana yatafanyika. Yatakao fanyika yata, yata ni kwamba kwamba familia zetu watafurahi kwamba kutuona all the time tunaweza kuja nyumbani. Eh, tunaweza kusaidia kwa michango ya hela. Tunaweza kuchangia kwenye, mi, kwenye nini michango ya eh, ya ya elimu teknoloji, mabenki, eh, mambo mengi sana tunafanya huku. Kwa hiyo ma, hayo mambo yatakuja nyumbani, na naona kwamba ni fursa kwa, kwa kila mtu, sio kwa Watanzania wa huku tu bali kwa Watanzania wa nyumbani. Mm -hmm. Bado uh, kiu unaiona wapi hasa katika huu ushirikishwaji na ambacho labda unatamani uh, zaidi uh, diaspora washirikishwe? Kwa upande wangu mimi personally, personally kwa upande wangu mimi ni kitu ambacho nilikuwa namuona mama yangu anaenda kukata kuni kwa kupikia chakula kwa muda mrefu, na huku kutoa njia za technology ambazo tumeshazitengeneza zinatakiwa zije nyumbani ili wanawake waweze kupika vyakula au chakula chao kwa watoto kwa afya nzuri kwa kutumia solar systems. Sisi tunachotaka sisi, tukija huko hatutaki wanawake waanze, kwa, waanze kutumia kuni tena. Watatumia system mpya ambazo haziko duniani, tumezitengeneza sisi wenyewe, tunawaleteni ili kuhakikisha kwamba nchi inakwenda vizuri. Uchumi wote unate, unategemea sana unategemea sana kwa kusema unategemea wanawake. mm -hmm. Na wanawake ndio wenye wako kwenye hali za biashara sasa hivi, na ukiwapa afya nzuri, mashine za ku... ma zinazowapa zina huduma nzuri ya, ya maisha e, watakisikia vizuri na wanawake wakisikia vizuri, nchi inakuwa nzuri na watoto wanakuwa na afya na nchi inaendelea mbele na ni mm -hmm. sio wanawake tu, biashara mahotel popote pale wa, wanazotumia nguvu za, za, za, za mafuta mm -hmm. Tutahakikisha kwamba hawatumii wanatumia umeme wa nini, kwa kupikiwa kwa sola sisti nam. Profesa uh, asante kwa hilo. Uh, hapa studioni ninaye Joseph Mwandu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia. Tupate mtazamo wako, amegusia zaidi kuhusiana na ushirikishwaji wa diaspora, lakini hapo mambo mengi pia uh, katika sera ya mabadiliko toleo hili la elfu mbili ishirini na nne yanaeleza kwako, uh, ni yapi ambayo umeona yataleta maendeleo zaidi Mm -hmm. Asante sana ndugu mtangazaji, na sera hii imekuja muda mwafaka kwa sababu ukiangalia wenzetu, unajua dunia inakimbia, na wewe na, na mtu kama Tanzania lazima uendae na spidi ya, ya, ya, ya wenzio wanafanyaje, na kote huko duniani eh, diaspora wana mchango mkubwa sana kwenye nchi zao za, za, za asili na ukiangalia kutokana na hii sera mpya iliyo zinduliwa hapo, hapo, hapo jana uh -huh. kwa maana ya sera yetu ya masuala ya kigeni ya mwaka elfu mbili na moja na toleo hili la mwaka elfu mbili na ishirini na nne inaenda kuleta chachu, inaenda eh, kuongeza chachu ya, ya maendeleo yetu hapa nchini. Na kwa maana gani eh, wawe, sasa diaspora uh -huh. watakuja kama hivyo kama ilivyo sera, wamepewa special, special status, kwa maana sasa watakuja kuwekeza hapa nchini eh, wataongeza kipato cha, cha, cha nchi. Ukusanyaji kodi utaongezeka kwa maana ya kile, kile, kile, kile, kile kipato ambacho utakuja nacho hapa nchini kwa maana ya kuja kuwekeza, hmm. na kufanya shughuli zingine za, za, za maendeleo, itaongeza itaongeza chachu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye uchumi wetu wa hapa mm -hmm. Na katika hilo pia uh, kwa njia ya mtandao uh, Adolf, uh, hapa tunaye Makaya ambaye ni katibu mkuu baraza la diaspora wa Tanzania duniani uh, TDC Global, akiwa kule uh, Uswidi uh, Christina ham. Adolf, labda tu kwa, kwa muktasari uh, mabadiliko haya ya sera ambayo yamefanyika kwako, uh, ni kwa namna gani uh, umeyapokea na unaona yataleta tija pia? Eh, mimi binafsi kwanza natoa shukrani sana kwa serikali na mheshimiwa rais Samia, Daktari Samia Suluhu Hassan eh, kwa kuweza kutekeleza ahadi zake kwa umakini. Aliahidi kwamba anashughulikia hili swala la, la diaspora na litaingizwa kwenye sera ya mambo ya nje na sasa tunaona limefanyika hivyo alivyosema. Eh, kwa ujumla wake, baada ya swala hili kuingizwa kwenye sera ya mambo ya nje, maanayake ni kwamba sasa diaspora wa Tanzania wanatambulika rasmi eh, kisheria na eh, definition ndani ya sera na mipango ya serikali. mm -hmm. Sasa ni hatua nyingine ambazo zinatufungua sisi diaspora kuweza kushiriki kikamilifu katika uwekezaji nyumbani. Lakini ukisoma ndani ya sera yenyewe kwenye kipengele cha diaspora, imeelezea wazi kwamba hatua gani zitachukuliwa kuweza kuwawezesha diaspora kushiriki kwa uhuru na amani na wakiwa wakininga na sheria Mm -hmm. Ikiwemo kuanzishwa kwa hazi maalum na kuwekwa kwa utaratibu maalum ambao utakaosaidia diaspora kuweza kuchangia mm -hmm. lakini kunufaika na fursa zilizopo nyumbani katika uwekezaji e, kwa namna ya kipekee. Sasa hapo tu tunasubiri ni kanuni na sheria ambazo zitaelekeza fursa hizo zitakuwa katika maeneo gani ili sisi pia tuweze kuchangia. naam, Adolf kwa kifupi, mambo gani yakifanyika yatasaidia zaidi pia? Eh, mambo makubwa, kwa sababu mimi nilishiriki pia kwa kiwango kikubwa katika maombi haya ya sera ya diaspora na ni taasisi ambayo tuliwakilisha maombi rasmi. Kuna mambo ya msingi ambayo diaspora wengi walikuwa wanaomba na hayo yatakapokuwa rasmi, ina maana uwekezaji utakuja kwa eh, mfano ushirikishwaji katika kutumia ardhi kama watanzania wengine kwa maana ya kuwa na haki ya kupata viwanja na kujenga, hilo liliombwa, lakini kwenye masuala pia ya ufunguaji wa akaunti za benki ambayo ili nao pia limeshashughulikiwa, ushirikishaji katika masuala ya fedha mm -hmm. na masuala mengine mengi yanayohusu maendeleo ya kinchi uwekezaji wa kawaida mm -hmm. ambao walikuwa wameuomba pia usi yani, kuweza kuwekeza bila kuhitajika kupitia TIC hasa kwa wenzetu ambao walishachukua uraia wa nchi nyingine, lakini wenye asili ya Tanzania na diaspora ambao wana asili ya Tanzania Ndiyo. hayo masuala ya ni sana lakini yanasumbua katika eneo la uwekezaji kwa sababu unakuta wengi wao pia wana wake na waume ambao mm -hmm. unaweza ukakuta sio wa Tanzania. Kwayo, kwa hiyo kwa nusu. No, asante sana, Adolf. Eh, uh, tuiradhi hapo kutokana na muda pia lakini shukrani sana kwa yale ambayo umetueleza. Asante pia Joseph. Eh mm -hmm. uh, nakushukuru pia Dr. Anisetus Temba. Awali nilisema profesa, uh, ni doctor. Uh, na kutakia majukumu mema. Oh, asante sana. Naam, um, uh, shukrani sana na kushukuru Joseph yeah. uh,